Alaikum warahmatullahi wabarakatu. Naam, leo bwana, ni faraja kubwa sana kuna dawa nyingine anataka nikupatie hapa. Mkononi kwangu nimeshika huu mti huu, sisi wa Makonde tunaita jinyamingo, lakini kwa Kiswahili unaitwa mshona nguo. Sisi wa Makonde tunaita jinyamingo, lakini kwa Kiswahili wanaita mshona nguo. Dawa hii ina kazi kubwa nyingi sana lakini leo nitakupa faida tatu au mbili kwa uwezo Mwenyezi Mungu subhana wa subhana, kutokana na muda. Faida ya kwanza ya mti huu unasaidia kuongeza damu, kwa mti wenyewe unasaidia kuongeza damu kwa mtu yoyote ambaye ameambiwa na daktari kwamba amepungukiwa na damu, damu yake ni ndogo katika mwili wake. Wala usipate shida sana, unaweza ukachukua mti huu ukatwanga majani yake wa mshona nguo au jinyamingo ukaweza kuchemsha ukawa unakunywa asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, ndani ya siku saba insha Allahu taala utarudisha damu yako vizuri kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Lakini kwa mtu anayesumbuliwa na UTI sugu, nayo hii inakusaidia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Unachemsha eh, unakunywa ndani ya siku tatu au saba ama kumi na moja asubuhi mchana na jioni, inshallah kutaala, UTI hiyo sugu kwa hizo Mwenyezi Mungu akihitaji yeye. Maana kullu jain fi shay'in sababa, Mwenyezi Mungu amesema, nimejalia kila kitu kuwa na sababu yake. Allah akitaka utapona, lakini la mwisho la mwisho, na sisi tofafanua sana huku juu, kuna ota matunda yake, ndio yale tunahitaji nyamingo zenyewe au ndio shona nguo lenyewe, huku juu kuna ota matunda yale, matunda yake ni dawa special kwa ajili ya mahaba wa ashki eh, kwa ajili ya dawa ya mapenzi kwa wanaosumbuka na mapenzi, au kwa jina lingine unaweza kusema dawa ya limbwata. Unafanyaje? Unachukua jinyomingo, unasaga ama unaunguza, unapatikana unga wake, tunaita lwihi sisi wa Makonde. Unaunguza, unapatikana unga wake unaitwa lwihi. Unafanyaje? nitafute kwenye simu yangu inshallah, niweze kufafanulia 0717931145, kuhusu hii dawa ya mapenzi, dawa ya limbwata kwa mpenzi wako, kwa laazizi wako, barafu wa moyo wako, nyongo mkaileni wako, unafanyaje? Ni cheki katika hiyo namba ya simu, inshallah taala, nitakufafanulia na utapata huduma hiyo bila wasiwasi wa aina yote. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni jamani kwetu polini.